Zaidi ya kina mama mia tatu wajawazito kutoka kaunti za Kisii na Homa Bay wamekongamana katika eneo la Mosocho kwa ajili ya hamasisho kabambe kuhusiana na afya ya uzazi ili kupunguza vifo vya mara kwa mara wakati wa kujifungua. Hafla hiyo pia inatoa nafasi kwa kina mama mashinani kuelezea changamoto wanazopitia kila kukicha wanapotafuta huduma za afya ya uzazi. Crispin Otieno yuko huko Mosocho na anatujengea taarifa ama taswira ya jinsi hali ilivyo. Imekuwa ni kongamano la aina yake eneo la Mosocho kaunti ya Kisii. Hafla hii ya kipekee ni ya aina yake kuandaliwa katika eneo la Kitutu Chache Kusini na iliyobatizwa siku ya kina mama wajawazito. Hawa ni kina mama kutoka kaunti ya Kisii, Migori, Nyamira na Homa Bay, wakiwa hapa kukata kiu ya jinsi ya kuhakikisha kuwa wamejifungua salama na kuzingatia ubora wa afya yao kabla na baada ya kujifungua. Wakuu katika wizara ya afya kwa ushirikiano na washikadau katika sekta ya afya chini ya mpango wa kuboresha afya ya mama mjamzito wakifika hapa kwa minajili ya ushauri na saha. Tumefurahishwa sana na kile ambacho kimefanyika leo. Uh, leo ni happy pregnant, pregnant mothers na nimefurahishwa maanake mimi hii ndio naweza sema ni first bond wangu, na, ni na mafunzo ambayo nimepata na appreciate more. Nimefurahia kukuwa kwa huu mkutano wa mama wajawazito, na tumeweza kupata mafundisho na nimesema ni, ni wale ambao wenye waliweza kupanga huu mkutano Mungu akaweze kuwabariki, abariki familia zao. Shughuli hii ikifanikishwa na maafisa wa nyanjani wa kujitolea ambao wamekuwa na jukumu la kusaka kina mama hawa vijijini ili kuboresha afya yao ya uzazi. Leo imekuwa ni siku kubwa sana, and in fact tumekupata wamama uh, mia tatu na kumi na nne. Mama will let us say may God bless so much. You made you made this day. Be a great day. You've made me smile. You've made the pregnant women smile. Kina mama hawa pia wakichukua jukumu la kuleta wenzao hapa kutokana na vivutio hivi. Kila mama ambaye anajifungua uh, from next, uh, from next month itakuwa 1000. Mama mjamzito, 1000 shillings. Any referral 300 shilingi mama wa clinic NC 300 shilingi. Tumekuwa tukifanya mobilization one on one kwa manyumba za wamama wajawazito. Hayo yanajiri wakati serikali ya kaunti hizo nne, Nyanza Kusini, zikiwa mbioni kuhakikisha kuwa masuala ya afya ya uzazi yamepewa kipaumbele, ikishabihiana na malengo ya serikali kuu ya kuboresha sekta ya afya ya jamii kwa wote. Crispin Otieno, Runinga ya Citizen, Kisii.